Naam, habari rafiki, natumaini ni mzima wa afya. Ni jambo la kumshukuru sana Mungu wetu kwa wasaa huu ambao ameona ni vyema tuweze kushea pamoja kitu cha pekee katika siku hii ya leo, na wewe umeweza kuweka muda wako, umetenga muda wako eh, umeachana na jukumu lako kwa ajili ya kusikiliza kitu hiki. Hakika ujumbe huu utakusaidia na nakuweza kukuongezea maarifa ya kitu, kwa sababu kuna baadhi ya watu ambao tunaanguka kwa namna fulani kwa sababu tunakosa maarifa Yes, kwa sababu ya ukosekanifu wa maarifa. Lakini siku ya leo Mungu ameona ni vyema niweze kushare na nyinyi kitu hiki cha msingi kuhusiana na ndugu zetu wenye jamii uziwi. Kwa sababu watu wengi hatuwatambui hawa watu wako namna gani, na isipokuwa tu ni mitazamo yetu ambayo tunaiweka katika akili zetu kwamba hawa ni watu tu walemavu, yes, hawa ni walemavu, hawezi kufanya jambo lolote. Yes, sio ni mtazamo ambao ni mtu anafanya hivyo kwa sababu hajajua hawa watu wako vipi. Kiziwi um, ni mtu gani, au uh, hawa viziwi ni watu gani, au jamii hii ya viziwi ipo vipi? Tambua ya kwamba kwanza unapoambiwa kwamba huyu mtu amepata uziwi uh, au viziwi uh, ina maana ya kwamba ni jamii ya watu ambao wanatumia lugha yao maalum ambayo wameiidhinisha na wamekubaliana kuitumia lugha hiyo ambayo ni lugha ya alama kwa sababu katika mifumo yao ya usikivu umepata changamoto. mna kwamba ni jamii ya watu ambao wanatumia lugha ya alama ambayo ndio lugha yao maalum kwa ajili ya kuwasiliana eh, kutokana na changamoto ambazo wamekumbana nazo katika mifumo yao ya usikivu ambapo ni ndani ya masikio. Kwa watu wengi sana unapoambiwa kiziwi kiziwi, unaelewa kwamba kiziwi ni mtu asiyesikia. no, no, no, no. Ndio maana kiziwi eh, kumuita kwamba mtu asiyesikia hawapendagi sana kuita hilo jina kwamba wewe we usikii we si mtu unaesikia, ina maana negative sana kwa ajili yao. Wengi wao hupenda kutumia jina la kiziwi, unapomwita kwamba ni kiziwi, ndio jina rasmi ambalo wamelikubalia hata wao pia kuweza kuitumia katika jamii unapokuwa ukiwasiliana nao. Unapokuwa ukiwasilia jambo lolote, usitumie kwamba mtu asiesikia. Hapana, bado natumia ni kiziwi, kwa maana kwamba ni watu ambao e, wana changamoto katika uh, mifumo yao ya usikivu ambao ni ndani ya masikio yao. Maana unaposema kwa mtu asisikia ina e, maana pana sana kwamba huyu mtu asikii. Eh, hata wale ambao uh, adha unajua katika familia yako kuna watoto ambao wanakusumbua au kuna mtu anakusumbua na kuchanganya. Nimekuambia jambo hili, acha usifanye, lakini akalifanya yule mtu anakuwa ameepuka kukusikiliza na kutekeleza wajibu wako. Kwa yule mtu unasema kwamba huyu mtu asisikia huyu. Namwambia hiki anakifanya. Hapo unaweza kusema kwenye hilo kundi sio okay. Sasa wengi wetu kupenda kuwaita kwamba hao viziwi ni watu wasiosikia, ina maana kwamba wanaweka kwenye lile kundi la watu ambao ni wakengeufu na watu ambao hao watekelezi eh, eh, wajibu ambao wamekabidhiwa kufanya kiuaminifu ipasavyo. Nikasema tuseme hiki kitu. Katika ndugu zetu wenye jamii uziwe, kuna vitu ambavyo ni vya msingi vya kuweza kuzingatia tutambue. Eh, watu ambao wana uwezo wa kuona kusikia, wenyewe macho kwao ndio inawasaidia kuweza kutazama na kuelewa nini kinachoendelea kwa wakati huo na masikio yao yanawasaidia kuweza ku e, kusikiliza kupokea ujumbe taarifa mbalimbali kutoka sehemu mbalimbali, lakini tambua ya kwamba hawa ndugu zetu wenye jamii ya uziwi hawa ndugu zetu wenye jamii ya uziwi wenyewe wako tofauti na sisi ambao tunaweza kuona na kusikia. Kwa nini? Wenyewe macho yao macho ambayo wako nayo macho yao kwao ni sawasawa na masikio, yani macho ya, hey, ya viziwi ni sawa na masikio. Najua ni ngumu kunielewa nina maana gani lakini utanielewa tu. Kwa nini nasema hivi? Kwa sababu asilimia kubwa sana wanapokuwa wakizungumza na mtu au wanapokuwa wakipiga stori na rafiki yake, mara nyingi macho yao ndiyo yanawasaidia kuweza kupokea ile taarifa. Taarifa ya kile kina ambacho kinazungumzwa kwa wakati huu. Macho yao ndio yanawasaidia kuweza kuangalia au okay, kitu kiko vipi, kinamaanisha furaha, kinamaanisha uzuni, macho ya viziwi yanawasaidia. Ni sawa na masikio yao kwa ajili ya kupokea taarifa na sana sisi ambao tuna uh, mtu ambaye una, una uwezo wa kusikia wenyewe, uh, masikio yako ambayo unakusaidia kupokea taarifa, hata kama hujamuona wewe muhusika, lakini ukisikia tu mwezi cha kushagundua. Lakini ndugu zetu hizo akiona macho ndio yanayomsaidia kuweza kuelewa vizuri, na wanapokuwa wakitumia ile macho, mara nyingi inapaswa itumike wakati ambapo mwanga mwanga mm, upo wa kutosha, mwanga upo wa kutosha. Mfano kama akiwapo wamekaa labda ndani, lakini kwa bahati mbaya mpiga stori vizuri kabisa lakini ikatokea umeme umekatika tena pale mawasiliano yamekata kabisa yamezimika kabisa kabisa kabisa kabisa hawezi kuwasiliana tena kwa sababu ya hiyo changamoto ambao wameweza kupambana nayo kwa wakati huo kwa hiyo hawa ndugu zetu wanatumia macho asilimia kubwa sana kama nini kama masikio yao lakini pia vile vile wanatumia mikono mikono hii mikono hmm? ambao mikono hii ndio inakuwa so, kwa sawa sana kinywa chao kwa kiasi fulani kwa wale ambao unakuta na changamoto ya kuweza kutoa maneno kwa sababu kuna jamii ya viziwi ambao wana uwezo wa kuongea habari mzima, mama unakutana unamsikia na unamuelewa, lakini kuna wale ambao hana uwezo kabisa wa kuweza kuongea. Lakini kwa asilimia kubwa sana katika mazungumzo yao hutumia mikono kama sehemu ya kinywa kwa ajili ya kuweza kuwasilisha ujumbe kwa njia ya lugha ya alama. Wao naongea mambo mzima safi kabisa, kwema kwema, lakini anatumia mikono kwa ajili ya kumsaidia kuwasilisha alama, lakini asilimia kubwa sana wanapokuwa wakiwasiliana na watu wengine hutumia sana macho yao kutazama wahusika wenye uso. Yani, ile expression ya mtu ambaye kwa akifanya kama amehuzunika, akiangalia na kudua eh, mtu amepata huzuni, akiwa mtu amefurahi, nakwambia amefurahi, ame smile najua huyu, huyu anayenijia kunipatia ujumbe eh, ana furaha. Kwao naweza nikampokea vizuri, nimpokee vipi? Nadhani mnafahamu hiyo. Asilimia kubwa sana ya wazazi, hata unapokuwa uki... Eh, wasiana au unapiga sona ku kadogo, asilimia kubwa sana ya watoto kumtazama mama yao baba yao kwenye macho, macho yao yanawatambulisha kwamba huyu mtu ni mtu mwenye nia njema, huyu mtu ni mtu ana nia mbaya, kama kama ushazingatia hilo jambo lakini pia ndugu zetu jamii ya uziwi wanatazama asilimia kubwa sana facial expression ya mtu kupitia ala saidizi, kwa sababu kuna zile ala kuu, ambao ala kuu mara nyingi ni mikono, ndio. Lakini kuna zile ala saidizi ambazo zinahusika asilimia kubwa sana kumpatia, eh, maana ya kitu husika. Kivipi? Mfano kinywa, kwa sababu hiyo ala saidizi kwa ujumla ni kwenye upande wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa fashion expression yako kwenye upande wa sura, sura. Mara nyingi wanaangalia kwanza nini, kinywa mdomo unaongea kitu gani? Kama ni kiziwi ambaye hawezi, hajapitia darasani itimizi, kwamba hata kusoma na kuandika bado hajafahamu, unakuta mara nyingi wana uwezo wa kuangalia sana kinywa au mdomo, wako unaongea kitu gani? Aba baba mama, baba dada, ukiongea vile akiangalia, anaelewa huyu, oh, oh. Hata kama hiyo alama mtu akiwa amekosea alama, lakini ukatumia facial expression yako, kinywa chako au uso wako kwa ujumla, utakusaidia labda mtu anashangaa ana kushangaa. Akiangalia naelewa nini kinamaanisha pale. Au labda mtu ameonyesha kama ana ana huzuni. Ukionika tu sura yako tu ina huzuni ili inamsaidia kuweza kuelewa hiyo alama unamaanisha kitu gani. Kwa hiyo kwa nini nimesema hivyo siku ya leo, wapendwa? Ni maana shehi jambo ili watu wengine tuweze kufahamu kitu kwamba kuna watu ambao Bwana amewapatia ndio uwezo wa kuwakumbuka wa ndugu zetu wenye uziwi katika uh, mitandao ya kijamii kupitia E, kazi ambazo wanazifanya ambazo ni kazi za kwaya uimbaji, unakuta wanatumia wakalimani wa lugha ya alama kwa ajili ya kuwasilisha uh, jumbe zao. Lakini changamoto inakuja ni moja, wengi wetu tunajisahau, tunafahamu ya kwamba, tunafikiri ya kwamba kumweka tu pale kalimani kuwepo kwenye video yetu hapo ndo tumekamilisha kila kitu. Tunasahau jambo ya kwamba yule ambaye ana kalimani pale anapaswa auwasilishe ujumbe vile vile kama wale watu ambao wanafanya nini ni, wanaimba wanaotoa sauti. Kwa nini? Tumejifunza hapo awali kwamba kitu cha kwanza ambacho kiziwi anapaswa akione vizuri na auelewe ujumbe ni kumtazama yule mwasilishaji au yule mkalimani vizuri kabisa katika uso wake, maungo yake ya mili vizuri ionekane sehemu hii. Mbona cha pili ataangalia mikono. Sasa wengi wetu tunapokuwa tukiweka wakalimani tunaweka nakuta ni kapicha kadogo, kapicha kadogo kidogo afu kako pembeni kabisa ukamejificha kabisa huko kwenye engo, mm. Unakuta sasa pale, rafiki zangu eh, kiziwi anashindwa kuelewa. Ndio maana kuta baadhi ya viziwi wanaona kweli kwaya zinaimba, wakalimani ndio wapo, lakini kiziwi anashindwa kupokea ujumbe ipasavyo. Kwa nini? Unakuta tu anaisha kuona tu mikono inayoshalishwa, mikono tu inayoshalishwa pale na mkono, lakini anashinda kuelewa ujumbe ule kwa pamoja. Wapendo, ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu ile sehemu ambayo ni ala saidizi ambayo ni ya msingi kuzingatia, ambayo ni uso wake uonekane, akionyesha alama hii inamaanisha kweli ni alama hiyo, akimaanisha labda anazungumzia juu ya Mungu. Eh, kama akifanya hivi, akangalia juu kabisa, kwaona kabisa, au yeye amekalimana na mwanisha alama hivi hivi, inamaanisha kwamba okay, na anangalia juu, basi anamaanisha Mungu. Kwa hiyo tuzingatie, unapokuwa ukiweka hata mkalimani, tuweke nafasi iwe kubwa mkalimani anaye kalimani sehemu ile aonekane vizuri, anapowasilisha ujumbe ufike kama ulivyo kupitia mwonekano wake atakapokuwa kionekana akiwa anawasilisha sehemu hiyo yeah. Nikasema nishie ushauri huu kwa watu wote ambao tunatumia mitandao wa yetu ya kijamii, watu wetu ambao tunafanya mikutano mbalimbali ya hadhara, ni mikutano ya Injili, ni mikutano kadhaa ya mashauriano, mambo kadha kadha, tunapoweka wale wakalimani wa lugha ya alama tuzingatie hili jambo kwamba mkalimani anapaswa aonekane vizuri, kwanzia kwenye uso wake. Uso uonekane vizuri mpaka kwenye kiuno, kwa sababu anapokuwa kikalimani huwa wanafoka sana sana, kuanzia juu, e, kichwani mpaka kwenye kiuno, ambapo ndio mara nyingi alama zao zote zinaishia kwenye sehemu hiyo. Kwa hiyo unapokuwa mkimweka basi, mpate nafasi ya kuonekana vizuri kama mkalimani. Ile video ambayo inahusika, simu ile iwe kubwa ya mkalimani. Kwa nini nasema hivi pia? mfano tukiangalia kuna mwaka jana ulipokuwa kufanyika uchaguzi wa viongozi e, wa general conference walifanya hili jambo, likawa lika jema sana, na mimi binafsi lilinibariki li na likanivutia zaidi. Walikuwa wametengeneza uh, sehemu mbili za screen, sehemu mbili. Ukiangalia upande wa kushoto walikuwa wameweka e, sehemu ambayo uh, nikavideo nika kamekaa mfumo wa mstatili umbo la mstatili Yes, ambayo ile sehemu ilikuwa imekaa wale wahusika wenyewe, labda anahubiri pale au kuna kwaya ikiimba au kuna e, eh, mjadala ikiendelea pale, inaonekana pale ni pembeni eh, screen yao, lakini pale pale kwa pande wa kulia kulikuwa kuna ka alama ka mraba, kuna umbo la mraba ka box kama kama mfumo wa mraba, hapo ndani yake pale wameweka mkalimani ambaye alikuwa anakalimani pale kile kinachoendelea pale, ili msikwamba hata kiziwi akiwa anaangalia anaona okay, akiangalia kwa anaona naye anaongea ni fulani, akiangalia pale Ah okay, Mkalimani anaelewa, ah kitu kina maana kitu gani. Akiangalia pale kwa gani naimba, anaangalia pia na wakalimani. Anaangalia watu labda wanawasilisha kitu fulani pale, eh, anaongea kitu fulani au anatoa kitu fulani. Huyo akiangalia ana kiziwi anashuhudia kweli, je huyu anapozungumza ukuje anaongea kwa ukali au anaongea kwa furaha umeona. Kwa hiyo unakuta wanapenda sana kutazama hivyo vitu sehemu zote. Kwa hiyo hawa viongozi walizingatia hilo jambo na likapendeza zaidi. Kwa hiyo ni shauri katika vyombo vyetu vya habari, katika kazi zetu mbalimbali tunazifanya kazi za utume, tukumbuke kujali na kuzingatia hawa ndugu zetu wenye jamii ya uziwi. Unapoweka mkalimani, basi aonekane vizuri, weka picha iwe kubwa, ondoa zile background. nashukuru Mungu kwa wale ambao mpaka sasa hivi Bwana amewabariki wameelewa hili jambo, wanatumia ile eh, green screen ambayo iko nyuma ya kijani baada ya hapo anaondoa ile background, anaonekana mkalimani peke yake akiwa anawasilisha e, lugha ya alama pale. Kwa hiyo jamani, Mungu awabariki sana naponisikiliza jam e, mlipo uh, sikia ujumbe huu, na cha msingi ku, e, tu ni kuzingatia. Tunashea maarifa haya kwa lengo la kusaidiana, kwa lengo la kupeana maarifa, kwa lengo la kuweza kuwakumbuka wenzetu wapate kumfahamu Mungu, wapate kupokea taarifa mbalimbali kikamilifu. Jamani, Mungu awabariki sana.